Hi guys. Mambo vipi? Karibu kwenye my channel. Well, leo ni Jumanne, uh, kumeamka kama hivi. Makoti kwa sana. So ni baridi leo. And uh, kunashangaza, cause sometimes baridi Leo naweza kaa baridi sana. Kesho kumeamka kuna jua. So hata hakueleweki. Ah, so nimejisuka jana usiku mwenyewe. Ila nilichukua pack. Nadhani ninachokosea naanzia mbali. I don't know. Okay, so nimechukua pack, nimezo chukua, chukua nimechukua pack tano. Sasa kumbe pack tano ni ndogo ese. So, so nabidi nikaongeza kama mbili hivi ili kujaza jaza. Lakini nitaenda baadaye. Sasa hizi, naenda kusana na China mmoja hivi uh, kuna mambo ya kazi, naenda kuongea naye and kuhusu kazi. Kuna watu mara nyingi wao wananitumia message, hey, tula hivi, ukifika China kuna kazi gani unaweza kufanya? okay. China ni tofauti na Ulaya <laughs> hiyo, kwa sababu wao wapo wengi, kwa hiyo kazi ndogo ndogo hizi sijui kama watu wa Ulaya wanazofanya, uh, hauwezi ukapata, so, nimekuja na idea I'll make a video ya kuhusiana na kazi ambazo mtu unaweza ukafanya China, sababu sio sehemu zote unaweza ukafanya business. Kuna wengine labda wanaenda kusoma miji mingine mbali kidogo huko, kwa hiyo utakuta baadhi ili kujikimu hmm, nabidi apate kitu cha kufanya extra, so nitakuja nitafanya video ambayo tahusiana na kazi ambazo mtu unaweza ukazifanya ukiwa China, kwa mtu mweusi special and kwa mtu ambaye toka Afrika and kwa mtu anayetoka Tanzania ambayo sio sio sio uh, native speakers wa English. So nitachanganua hayo mambo yote kwenye hiyo video. So, yeah. So I'm going to meet, uh, a Chinese lady. Then nitaenda nipitie nywele zingine za kujazia <laughs> <bad, I> hizi <laughs> <laughs> so, nataka nijaribu kujitengeneza mwenyewe, nabidi nikachukue za kujazia kwa sababu naona zimepoa, zimepwaa huku nyuma, hazijaja kabisa. Pak nimetumia pak tano, ili i think well, Oh, seven parts so nitaenda kununua mbili exa so yeah guys uh, see you later Bye.

Nimerudi nyumbani, nimenunua nywele izi hapa. Nataka nimalizie nima ku- kusuka vipande vyobaki izi hapa izi, so utaona ambavyo nasuka, lakini sahizi njia inauma. Nimenunua my Chinese na hii to, kitu inaitwa baozi kwa wanaoka China wanajua baozi, jaozi ni very famous uh, famous yu ni niseme, mikate mikate steamed steamed bread, wanakuwa wameweka ndani kuna kuna wameweka ndani nyama, kuna zile ambazo wameweka ndani mboga majani, kwa is that no, na nazipenda sana so ukikata hivi. Okay, ngoje niwaonyeshe. Okay. Ukikata hivi. Ndani kuna kuna nyama. So it's inaitwa inaitwa steamed bread. Ah uh, lakini kwa Kichina inaitwa uh, baozi. It's very famous like wana wana yani kama breakfast yao. Ah uh, kuna jiaozi na baozi. Hii ni baozi. Ah uh, kuna bread kuna hii ah uh, uh, yenye nyama na Niambia niweke ni vegetable sasa sije ndo ipe ni vegetable. Hivi ndio ni vegetable. Wewe hizo zinanya. Ah, hii ndio ni hii hapa ina vegetable. So ni mkate ambao wana u wana u steam kwa Kiswahili ufanye wana u wa mvuke, sio mkate wa mvuke, wanaweka na na vegetable au meat. Since nimeanza diet <laughs>

diet unatupa kule but this time always sometimes, nikiamua yani, si, kwa kweli nikiamua kufanya diet nafanya kweli. Nilivokuwa nimesafiri, kunywa maji kwangu hakuwa kuzuri sana, kwa hiyo yani, tumbo langu, uh, not good, nabidi ni nilisafisha, so, Uh, na, na kunywa ya maji toka jana nimeanza kunywa yana, yanayonisaidia yana ya, but tomorrow naanza diet, so kesho asubuhi nitapima kilo kwamba nimeanza na kilo ngapi, then tutaendelea. Okay guys, so yeah I want wanna eat kwa za njaa, then nita nitamalizia nita kusuka hizi nye. So, leo first time nimenunua ya vegetable, but not bad.

kwa kuona kuja China msio mnaogopa kula Chinese food. Watu wengi wana wanaogopa sana kula Chinese food. Usiogope. Kuna vitu vitam and safe. Muona. So sio sehemu zote zinanyoka. And that's the thing I want um, nataka ni make video about. Kuna zile pre presumptions ambazo watu wanazo kuhusu China. Watu wanasema, labda China unaweza kula nyoka au juu, ambavyo nyoka ni gharama. Kwa hiyo wewe huwezi ukampata on the street just like that. Okay? Ah, wanahisi chula nyama ya chula gharama. <laughs> Jaribu so, kula vyakula tofauti tofauti. Wengi wanaogopa wanaishia, yeah. Mtakuta mm. Mtu umekuja China, ila unaenda kula chakula cha kibongo. Sasa muda mwingine ujitahidi kula chakula cha Kichina, it's nice food. I love Chinese food. Nilimiss, so kitu nicho miss kingine ni kiapa, yeah, yeah. Nimalizia hapa uh, natumia sindano inatumia, oh, kwa kwa na hii sindano so jinsi ya kufanya sasa. So, tatizo nilisha make zingine, so nadhani no, ngoja nitoe moja afu nitaonyesha ambavyo nimefanya na shimo kama hivi. Rasta mo, rasta moja inakuwa na shimo kama hivi. Kwaona, natumia sindano ya Nimefumua nime moja hapa, ili kutoa kutoa mfano so, hii sindano ina, umeona ilivyo hapa, ina hii ina ina close hivi. Kwa hiyo hapo unaifungua, then una, unaweka kwenye nywele hapa uh, umeona ilivyo, then unaweka hii toboy unapachika hapa, mnaona, unapachika hapa, then una close na kile kidubaha, then unavuta. Ukishavuta unachukua hii unaingiza hapa, then unakaza. Me, imagine nimejiweka mwenyewe hizi zote umeona? Kwa hiyo ndo unafanya una hivyo so, mi nataka nizijazie jazie na nizijazie jazie, nimenunua pack mbili more, so ngoja nizijazie jazie then we'll see, kwa sababu imebakia huku nyuma and I hope na mbele kidogo nitajazia. Kwa hiyo hizi zinakuja, unatakiwa kama unanunua, unatakiwa uh, Pack sita au saba. Yeah. Saba, so me easy ni pack tano lakini zipo loose. Kwa well, hiyo need six packs or oh, seven parts. Yes. Okay, let me do this. Okay. Yeah, again, itobo, so natafuta sehemu ambayo ni nimeshia nimeshia hapa so

So kama wewe ni msusi naomba uniambie ninakosea wapi, kwa sababu I know kwamba I'm not I'm still okay vile vizuri but yeah, najitahidi. Kwa hiyo guys, I mean, ndo nataka nimalizie hivi, maana nikisema niache ni record the whole process tutakesha, so see you nikimaliza au kesho. So don't forget to subscribe guys, I mean, kesho ndo mtaziona vizuri. I don't think nita vlog tena so guys don't forget to forget to subscribe and ku comment and yes au usiku mwema uh, saa hizi ngapi saa hizi saa mbili saa mbili kasoro na bongo ni saa nane mchana au saa tisa tunatofautiana masaa sita kwa natakia mchana mwema sijui mtakuwa mnaangalia hii video saa ngapi anyway guys don't forget to subscribe see you